Information ya kutumanishia kwa kitu William Samoei Ruto. Nikashia peke yake amekukosea. Sio mlima Kenya yote. Ondoa huyo mtu peke yake. Paki na mlima Kenya. Sio ni makosa ya watu wale wa ndugu zetu wenye wako pale mlima Kenya. Wateseke bure. Na mtu asi kutanganya wale wako kupura mawe. Nenda hivyo hivyo. Usiwaache. Piga kelele, hawapigi kelele kwa sababu ni wakabila. Hapana wanapiga kelele kwa sababu mali yao inaumia ya. Na huo ni ukweli, huo ni ukweli. Mtu ameinvest kwa mali yake mamilioni ya, ya pesa. Sasa kama wanaakili warudi nyuma ya Kindiki mapema kabla muda ujaisha, ili wasikue nje, ili mali yao ilindwe. Mtu anaitwa Mukikuyu ni mtu atakutumia chinsi vyenye anataka yeye mwenyewe. Ikifika siku ya kura, my friend, siku ya kura ni tofauti na siasa Sijai ona mtu kutoka huko kwetu Nyanza, anaenda hospitali kubeba mtu na pesa yake, Enda ukapige kura. Anabeba mlemavu, enda ukapige kura. Mtu anasimamia biashara yake ya matatu kwa barabara, anaambia watu sasa, kesho madereva wote wanabeba watu bure waenda kupiga kura, Kutoka Nairobi kila sehemu. Unajua, kuna vitu vingine ukizungumzia, hii mambo naona kwa kaseti. Hii ni biashara hii, anamingia pa kwa hivu mbo tamumbiri. Yaani anasema wacha tu wakikui wateseka, kuna mkui wateseka Si ni watoto wetu wa wote wanateseka, mheshimiwa spika. Lakini hasira hii ya kusema ati wacha tupige kwa sababu hatukumpigia Ruto kura, wacha tumpigie katika chama cha ODM, kimepanga siasa zao Wamesema bwana, kama unataka tukuunge mkono na wafuasi wa papa. Aa, unafikiri Kindiki ataleta kula pale ale laki tano na ODM ikileta karibu milioni nne ama milioni tatu, Kindiki apate na basi? <coughs> <coughs> Kwa sababu ya stress, si hata anafikiria huyu mzali kufa kwa sababu ya stress. Si ya Mlima Kenya tu anamwibia kura.